Karibu kwenye makala hii, tuangazie maendeleo ya mradi wa majengo mawili katika kampasi ya Mizengo Pinda yanayofadhiliwa na mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi, yaani hiti. Kukuletea yote mimi ni msindaji wako George Alexander Joseph. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUA kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ya Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na nne ilipata takriban shilingi bilioni 17 kutoka benki ya dunia chini ya mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi yani HEET. Lengo ni kufanikisha ujenzi wa majengo mawili katika kampasi ya Mizengo Pinda iliyopo katika halmashauri ya Mpimbwe mkoani Katavi. Mradi huu unaofadhili ujenzi wa jengo la utawala pamoja na mabweni kwa ajili ya wanafunzi umeanza kutekelezwa mwishoni mwa mwaka 2024 na, na utachukua takribani miezi 18 tangu kusainiwa kwake mpaka kukamilika. Maendeleo hayo ya ujenzi yamebainishwa na Mhandisi Elia Mwamlima ambaye yeye ni mhandisi mshauri wa mradi upande wa mkandarasi pamoja na Mhandisi Hussein Mzimbiri ambaye ni msimamizi wa mradi upande wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo. Mradi huu unaotarajiwa kukamilika mwezi Mei mwaka 2026. Nilitamani kupitia kwa wahandisi hawa kujua kama mradi huu utaweza kukamilika kwa wakati, lakini pia kuna changamoto zozote zinazotokea wakati wa utekelezaji wa mradi huu wa ujenzi. Mpaka sahizi, tuna mradi ambao ni tunajenga majengo mawili, moja ni academic building na nyingine ni hostel building, na katika haya majengo mawili uh, tulianza tarehe 29 Novemba mwaka jana 2024 ambapo uh, mkandarasi alikabidhiwa saiti na alitakiwa aanze na shughuli zake, lakini current, hadi sasa hizi ana progress ya asilimia 4.64. Hadi sasa hivi ndio ambapo, um, kazi ambayo anaendelea nayo sasa hizi, yuko kwenye sehemu ya msingi, yuko kwenye footing kwa upande wa academic, lakini upande wa hostel building anafanya blinding mpaka leo uwezekano wa kumaliza katika wakati upo, kwa sababu ukiangalia kwenye working program yake ame, kuna siku 44 ambazo amedelay amezipoteza bila kufanya kazi, na tulimwomba uh, submit crash program ili aweze kuzikava hizo siku 44, na akifanya hivyo kuna uwezekano mkubwa sana wa kumaliza hata kabla ya Mei 29. Uh, nimeona mkandarasi um, amejaribu kufanya uh, community engagement wako watu wa social wanafanya vikao huko nje, anajaribu kuwa insist watu wa waje kupata kazi hapa, na pia vilevile vile kuna baadhi ya product ambazo zinatoka humu ndani anawapa wanajamii. Kwa hio ushirikiano wa jamii na mkandarasi kwa sasa hivi unaendelea vizuri, maendeleo ya mradi yanaendelea vizuri. Kwa mfano, ukiangalia kuna shughuli mbali mbalimbali zinaendelea Tumeshafanya uchimbaji wa mashimo pamoja na msingi kwenye majengo yote mawili, na sasa hivi watu wanaendelea kusuka e, nondo kwenye bezi e, kufunga formwork kwenye hizo bezi pamoja na kumwaga zegi katika hizo bezi. Kwa maendeleo ya mradi ni ma mazuri mpaka sasa hivi. Baada ya kukamilika, kutakuwa na rampu kwa ajili ya walemavu pia kwa upande wa mazingira tumezingatia kutunzwa kwa mazingira, ndio maana kuna expert kutoka upande wa mkandarasi na upande wa consultancy ambao wanasimamia swala zima la mazingira katika mradi wetu. Kwa ninavyomuona mkandarasi anamaliza ndani ya muda kwa sababu u, wana crash program. U, anafanya huwa wanafanya day and night ili kumiti ni zile tarehe za mradi zilizopangwa. Kwa atamaliza ndani ya muda kwa sababu spidi yake ni kubwa. Katika kuendelea kutekeleza miradi ya serikali kwa kiwango bora zaidi, niliweza kuongea na Rinkwan pamoja na Tang Shaurin ambao ni wawakilishi wa kampuni ya ujenzi ya TIL, yani TIL Construction inayohusika na ujenzi wa majengo haya, na hapa wanaelezea namna ya ujenzi unavyoendelea. Licha ya changamoto chache za upatikanaji wa malighafi, wanaahidi ujenzi utakamilika kwa muda uliotengwa naendelea mzuri, lakini sasa hivi naanza msingi hiyo, eh, anapata pata ma, kidogo. Sasa hivi naendelea marizia marizia msingi kwa nyumba hii na nyumba ya, ya, ile pumsika ya, ya chini iko site, iko mbili. Sasa hivi naendelea iko ya msingi panga, panga mwezi jayo hii hapa nadia, hapa, hapa nadi flow ya malizia kazi, anaendelea iko mzuri. Sasa hivi hamna sina na changamoto kitu e, e, kazi iko naendelea iko mzuri kwa, kwa serikali wanasaidia sana. Naam, tumepata kutazama na kusikia maendeleo ya ujenzi huu wa majengo haya mawili yanayofadhiliwa na mradi wa HEET hapa katika kampasi ya Mizengo Pinda Katavi na tumepata kuwasikiliza wataalamu wanaotekeleza ujenzi wa mradi huu unaogharimu takriban shilingi za kitanzania bilioni 17. Katika kuhakikisha kunakuwa na utekelezaji bora, kila jambo lina malengo yake. Profesa Jeremia Makindara yeye ni naibu rasi wa kampasi ya Mizengo Pinda upande wa mipango, utawala na fedha, hapa anatueleza lengo kuu la ujenzi wa majengo haya katika kampasi hii. Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, kama mmoja ambao wafaidika wa, wa mradi huu imeweza kupata eneo ambalo ni la ujenzi, kwamba kutakuwa na kuboresha majengo ambayo ni yatafanyika main campus, pamoja na kampasi ya Mizengo Pinda, na hii inaendana na mpango mkakati wa chuo wa mwaka 21 hadi 26, 2021 hadi 2026, ambao moja wapo malengo yake mahususi ni kwamba ni kuongeza udahili na ili chuo kiweze kuongeza udahili ina mini, ina, inabidi chuo kiweze kuwa na kampasi nje ya Morogoro. Sasa na kampasi ya Mizengo Pinda ni moja ya utekelezaji wa mkakati, mpango mkakati wa chuo wa kuongeza udahili, na hivyo kwa majengo haya tunategemea kwamba kampasi yatakapokamilika kampasi itaweza kudahili wanafunzi elfu mbili kama ilivyo kwenye mpango mkakati wa chuo. Je, muundo wa majengo haya upoje? Huyo hapa tena Profesa Makindara. Kwa kampasi ya Mizengo Pinda, mradi wa hiti unafadhili majengo mawili. Kuna jengo tunaita jengo la taaluma au academic building pamoja na hostel ya wanafunzi. Kwenye jengo la taaluma kutakuwa na chumba cha mihadhara ambacho kitakuwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi mia tano kwa wakati mmoja, lakini kitakuwa na matumizi mbalimbali mbali. Kama wanafunzi ni wachache, kinaweza kugawanyikwa kwa wanafunzi mia mbili hamsini pia kutakuwa na maabara mbalimbali, kwa mfano maabara ya mazao, maabara ya wadudu, maabara ya udongo, pamoja na maabara ya kuchakata asali na mazao mengine ya chakula. Na vilevile vile kutakuwa na ofisi za walimu na wafanyakazi wengine ambao wana taaluma na, na, na na na wale wasaidizi wana taaluma na, pamoja kutakuwa na maeneo ya kuhifadhi madawa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo litakuwa ni jengo ambalo litaweza kwa shughuli nyingi kwa mara moja. Inapokuja kwenye eneo la hostel, hostel itaweza kuweza kupokea wanaf wanafunzi tunasema wanafunzi 400 kwa wakati mmoja na hii ita itaweza kuhakikisha kwamba kampasi inadahili wanafunzi wengi zaidi na itaongeza uwezo wa malazi kwa wanafunzi. Mkuu wa mkoa wa Katavi Mheshimiwa Mwanamvua Mlindoko, yeye anaelezea mafanikio yatakayopatikana baada ya ujenzi wa mradi huo kukamilika katika mkoa wa Katavi na maeneo yaliyo jirani. Kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi kwa maana ya HEET, mkoa umeweza kupokea zaidi ya bilioni kumi na saba ambazo zitafanya maboresho katika chuo chetu cha Sokoine tawi la Mizengo Pinda lililopo katika halmashauri ya Mpimbwe. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wote wa mkoa wa Katavi kumshukuru sana Mheshimiwa Raisi Dr Samia Suluhu Hassan kwa fedha hizi katika chuo chetu cha Sokoine na tunasema hivyo kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba fedha hizi zimekuja kuleta mageuzi makubwa ya upanuzi wa maeneo ya utawala, kwa maana ya ujenzi wa jengo la utawala na ujenzi wa hosteli pamoja na marekebisho mbalimbali katika eneo lile la SUA. Mimi mwenyewe nimeshiriki katika kushuhudia utiaji saini wa mkataba wa ujenzi wa majengo haya ambayo yatakwenda kuleta mageuzi makubwa. E, mageuzi ya kwanza ni kuongeza udahili wa wanafunzi kutoka wanafunzi takriban mia mbili kuelekea wanafunzi zaidi ya elfu mbili ambao watadahiliwa baada ya maboresho haya kufanyika. Kwetu sisi kama mkoa wa Katavi haya ni mafanikio makubwa sana kwa sababu ongezeko la watu linakuja na manufaa mbalimbali. Kwa mfano, ongezeko la ufanyaji wa biashara, ongezeko la uwekezaji kwenye mambo ambayo hawa wanafunzi watakuwa wanahitaji lakini um, wahadhiri na watumishi mbalimbali wa chuo watakuwa wanahitaji chakula, watakuwa wanahitaji malazi, watakuwa wanahitaji usafiri, watakuwa wanahitaji huduma za mafuta, watakuwa wanahitaji huduma za matibabu, pamoja na huduma nyingine kama ambavyo wanahitaji binadamu wengine. Kwa hiyo kwetu sisi ni mafanikio makubwa, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba ongezeko hili la kudahili wanafunzi kupitia maboresho yanayofanywa kwenye mradi wa HEET litakwenda kutuongezea kukuza uchumi, kukuza biashara, kukuza uzalishaji, lakini na kukuza pia uh, utoaji wa huduma za kijamii. Lakini suala lingine ambalo tunaona kwetu ni manufaa sana ni kwamba uwepo wa chuo mahali unasaidia sana, ukiacha habari ya uchumi. Lakini eh, najua kwamba chuo pia kinafanya shughuli za kiutafiti na mara nyingi shughuli za utafiti zitafanyika kwenye eneo lililopo karibu na kwa maana hiyo sisi tutapata manufaa makubwa, kwa sababu tafiti zile zitakwenda kuleta manufaa kwa wananchi kwenye shughuli mbalimbali tunazozifanya. Kwa mfano mambo ya ufugaji wa nyuki, tuna mambo ya mifugo, tuna masuala ya kilimo, tuna masuala ya utunzaji wa mazingira na biashara za kaboni. Ukichukua hizo sekta chache na ukaziweka katika mazingira ya chuo, maanake ni kwamba tutakwenda kufanya kufanyiwa utafiti ambao utakwenda kuongeza uh, tija kwenye hizi sekta chache nilizozitaja lakini hata zile ambazo sijazitaja, mimi ninaamini kabisa kwamba utafiti utakaokuwa unafanywa na wataalamu mbalimbali wa SUA lakini pamoja na wanafunzi uh, wa SUA tawi la Mizengo Pinda Mpimbwe Katavi utakwenda kutusaidia sisi wote kama wanakatavi kwa ujumla wetu. Je, wanafunzi wanaosoma katika kampasi hii wanasema nini kuhusu mradi huu katika maendeleo ya masomo yao pindi utakapokamilika? Sisi kama wanafunzi tunategemea kunufaika kwenye mradi wa HEET, kwenye mabwe, kwenye hizo hosteli tuseme, zikishamaliza kujengwa wanafunzi tutakuwa ni rahisi kuishi karibu na chuo, na pia kwenye kufaulu wanafunzi, kiwango cha kufaulu kitakuwa juu kwa sababu mwanafunzi atakuwa ni rahisi kutoka kwenye hostel kuja ndani ya chuo kujisomea. Hali iko vizuri, lakini sio sana, maana kuna changamoto, mwanafunzi anatoka mbali mpaka chuo, hali ya hewa nayo muda mwingine unakuta mvua imenyesha, kwa hiyo inakuwa ni mwanafunzi anachelewa vipindi darasani. Kutokana na mradi wa HEET ambao umewezesha au ambao unasimamia issue ya swala la mradi katika chuo chetu, ni kwamba utasaidia utasaidia chuo chetu kubeba kiwango au idadi kubwa ya wanafunzi tofauti na awali, lakini pia wanafunzi watapata sehemu kubwa au nafasi kubwa za kujisomea tofauti na awali. Naam, kama tulivyosikia Ukamilikaji wa mradi huu mkubwa utawezesha ongezeko la udahili wa wanafunzi kutoka takriban wanafunzi 200 hadi kufikia idadi ya wanafunzi 2000 katika kampasi hii ya Mizengo Pinda. Ama kweli haya ni maendeleo ya kujivunia. Kila lililo na mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Mpaka hapa nimefika tamati ya kukupitisha katika simulizi ya maendeleo ya mradi wa ujenzi wa majengo ya hiti unaotekelezwa hapa mkoani Katavi katika kampasi ya Mizengo Pinda, hadi wakati mwingine tutakapokuletea mwendelezo mwingine wa maendeleo ya ujenzi wa mradi huu. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa makala hii, mimi ni msimulizi wako George Alexander Joseph. Oops.